Oldonyo Media habari, karibu nawe tuakatiangalia. Nimesha kuja hapa, hii ni mara ya kama sita saba hivi, lakini kwa maana ya kuja kwa ajili ya uzinduzi wa miradi leo ni mara ya tatu. Tulikuja hapa, tulipokuja kuzindua madarasa ya kwanza mawili haya, baadaye tukaongeza madarasa, madarasa nyingine kule mwisho lakini tukajenga matundu ya vyoo na tumerudi tena leo kwa ajili ya mambo ya maji. Makofi kwa Eclat. Kwa hiyo nichukue kwanza fursa hii kuwashukuru wenzangu ambao nimekuja nao kutoka Eclat ambao tunafanya nao kazi pamoja, lakini nichukue fursa hii pia kwa niaba ya Eclat kumshukuru Dr Fred Heimba, our long partner, our friend, our family tumekuwa naye kwa miaka kumi na moja sasa na kitika kipindi hicho chote tumepata kufanya miradi mingi sana katika nchi hii ya Tanzania, na mmoja ya watu ambao wamenufaika baada ya Simanjiro kwa wingi wa miradi ni Monduli. Nini? Monduli mna shule nyingi zimefanyika, tuna rengi jape tuna shule ya hapa Donyonado lakini tunayo shule nyingine iko karibu kabisa pale na barabara ya lami ambayo inaitwa Ingorika. Tumefanya shule pale, kwa hiyo nyiye ni kati ya watu ambao mna miradi mingi na lazima mjipigie makofi. Sasa kwa mradi huu wa maji wa hapa Donyonaado ni kati pia ya miradi michache ya namna hii ambayo tumeifanya katika shirika la Eclat. Yeye, mmepata kisima cha maji hapa chenye uwezo wa kutoa maji karibu lita 5000 kwa saa. Hayo ni maji mengi, na hapa sasa hivi mna matanki ya maji manane ambayo wakati wote yana maji, nazo tanki mbili zilizoko kwenye kituo cha afya, mna tanki mbili zilizoko hapa kwenye shule ya msingi namna matanki manne ya lita elfu tano yaliyoko kwenye senta ya uzalishaji maji. So hiyo ni hatua kubwa, na sisi tunaamini kwamba kwa uwepo kwa huu wa maji, jamii yetu sasa itaboreka, magonjwa mbalimbali yatapungua, usafi wa watoto wetu utakuwa mzuri, chakula kitapigwa na maji masafi, au sio? Tunaamini kwamba hali za wananchi wa hapa zitaboreka, lakini haya yote kwa kweli sisi tutakuwa watoa fadhila kama hatutamshukuru kiongozi wetu pia wa shirika la ECLAT ambaye ni dokta, tunamwita dokta siku hizi, lakini anaitwa Peter Tima Kiloya ambaye yeye ni mwenyekiti wenu wa CCM wa mkoa wa Manyara, ambao nyinyi ni majirani zetu ni majirani zenu. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa mnashirikiana katika shughuli hizo za kichama, na kwa namna anavyofanya ni kama tu anashirikiana na nyie zaidi, pia watu wa Arusha. Kwa hiyo kwa upande fulani kama mzee ni kiongozi wenu pia. Kwa hiyo anawasalimia sana, na kwa ujumla nadhani anawapenda pia, kwa sababu miradi mingi ya iko pia katika eneo lenu la Monduli. Sasa nitarudia wito ambao Joseph ameutoa kwamba kwa kweli tunatakiwa kulinda mradi huu. Pesa zilizotumika ni nyingi, na sisi kwa niaba yenu hatuna kitu tunaweza kuwapa wafadhili za zaidi ya kuutunza mradi kwa tunaomba muutunze mradi huu kudumu kwa muda mrefu, na kila juhudi tunazoweza kufanya mfanye, ili mradi wenu uweze kudumu. Elimu hey, safi Sali.

anashukuru na anafurahi sana hali ya ardhi ilivyo hapa, hali ya milima na hali ya hewa, na anapenda sana Donyonaado. Zaidi anafurahi kuwaona wanafunzi wengi hapa. Hii inaonyesha kwamba wanafunzi wanafunzwa na wanatumia majengo u

Anasema kwa namba ambayo tumepewa na mwalimu ambao ni wanafunzi themanini na tano wa kike ni namba ndogo, hii inaonyesha kwamba sio wanafunzi wote wa kike wanakuja shuleni. Anaomba watoto wa kike na wa kiume wote waletwe shuleni watoto wa kike pia wanahitaji maisha bora na wanahitaji elimu. Wazazi wapelekeni watoto wenu wa kike na wa kiume shule wengine pia namwisho agisa kutaamisho kwa umuhimu anayofuraha kuona kwamba kuna maji ya kutosha, kuna maji ya kutosha kwa wanafunzi, kuna maji ya kutosha kwa hospitali.

Anasema hili eneo ni nzuri yeye kama mzungu anavyoliona, lakini lina ukanga linaukana. Ana uhakika yeye kama mzungu asingeweza kuishi hapa, lakini anafurahi sasa kwamba hata yeye maisha bora. Washirika wa Eclat Foundation wao leo kwa ajili ya ufunguzi wa maji wa maji ambao tunamsaidia sisi kama wana shida kubwa ya maji na ina na rudi, ila leo hii tayari shida ya maji katika kijiji cha Donyonaado inaondoka. Hapa shuleni uipata maji, sio hapa tu shuleni, hapo zanati ya Donyonaado pia tuipata maji. Kwa hiyo ni iifunza kubwa sana kwa wananchi wote wa kijiji cha Donyonaado. Mimi niseme niseme kitu kimoja, kwanza kabisa ninawashukuru sana aushn Mungu awabariki sana. Muendelee na upendo huo huo msishetu hapa na msishetu na huu mradi ambao umetuletea, maana umetuletea shule, lakini hivyo tu haitoshi, umetuletea mpaka maji ambayo yanatusaidia kila siku, maana maji ndio uhai. Msichoke bali tuna uhitaji mkubwa sana, hasa madarasa na vitu vingine, pia na walimu pia ni wachache kwa shule aa, hivyo kutokana na tumeshampatia u Mheshimiwa Bakiri hapa na saa utaeza kuisoma na unajua changamoto ambazo zina kufesi mimi Donyonaado. Mimi sasa, ninawashukuru sana unaita Donyonaado kwa zawadi zenu kuwapatia mimi. Naitwa Mwalimu Loasare K. Eliza, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Indonyona Donyonaado. Mimi nimefurahi sana sana sana kwa sababu ya mradi huu wa maji. Kwa kweli shirika la Eclat Foundation wametusaidia sana, jambo kubwa sana hili linalohusu mradi huu. Kwa hiyo kwa kweli Mungu awabariki sana, kwa sababu wametushika mkono, kwa sababu wameleta suluhisho la shida ya maji hapa Donyonaado. Sasa hivi watoto wanafurahia, wanakijiji wanafurahia, watu wote wanaoishi hapa Donyonaado wanafurahia sana mradi huu wa maji. Kwa kweli, imekuwa suluhisho kwenye maisha yao, wanapata maji kama tulivyoona hapa, mama amepandishiwa ame, ame, ame ndoo kichwani. Kwa hiyo kwa kweli, Mungu alibariki eh, shirika hili la Eclat Foundation, lakini pia maji haya sasa yanaleta chachu ya wanafunzi kuendelea kujifunza vizuri, kwa sababu sasa wanapata muda mzuri wa kukaa darasani bila usumbufu wowote. Chakula chao, wanapata chakula chao ambacho sasa tunatumia maji haya kwa ajili ya kuwapikia vyakula vyao. Mradi huu umekwenda ume, ume mpaka pale shuleni, umekwenda kwenye nyumba za walimu na imekwenda mpaka hospitalini. Kwa hiyo kwa kweli hatujui tuseme nini, lakini Mungu awabariki sana Kaibeme, shirika hili la Eclat Foundation. Oldonyo Media habari, karibu nawe.